Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa DNA TV? Hapa mbele yangu niko na diwani mteule wa Chama cha Mapinduzi, kata ya Mbezi Juu. Mheshimiwa, heshima yako. Salama kabisa. Unaendeleaje? Niko vizuri. Okay. uh... Wewe kama diwani mteule wa Chama cha Mapinduzi unaizungumzia vipi ilani ya utekelezaji ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2025 na, na 30? Asante sana kwa majina, naitwa Anna Lukindo. Mimi ni diwani wa kata ya Mbezi Juu mteule, ambaye ninatetea nafasi yangu kwa mara ya pili. Wewe unajua kabisa mchakato wa ilani ya chama chetu inakuwa na mambo mengi, inakuwa na vikao vingi mpaka inaweza kupitishwa kuwa ilani. Maana yake ni kwamba imegusa kila sekta, na ilani yetu imegusa upande wa afya, elimu, miundombinu, uchumi na kadha wa kadha. Lakini pia uh, Daktari Samia alivyozindua kampeni mara ya kwanza kabisa, na yeye alikuwa na vipaumbele vyake kumi ambavyo pia viko kwenye ilani yetu ya chama cha mapinduzi okay. ili haya yote yatimie inatakiwa wananchi wamchague eh, rais wa Chama cha Mapinduzi, mbunge wa Chama cha Mapinduzi, lakini pia na wewe kama diwani. Lakini huko mtandaoni na mtaani kuna kauli ambayo inazungumza no reform no election, wengine wanasema Oktoba tunatiki. Sasa unaizungumzi unazizungumziaje hizi kauli na unazionaje? Je, zinatisha, zinatishia hmm, udiwani wako? Uh, mara nyingi sana tunatakiwa kwenda field na sio kwenye mitandao. Wewe unafahamu mitandao ya kijamii, uh, mtu mmoja lakini anaweza akazoa taharuki kubwa sana. Kwa hivyo mara nyingi sisi tunaangalia kwenye field kule mtaani, maana mi naenda nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, nakutana na watu mbalimbali mbali. Kwa hivyo nasikiliza kauli mbiu kubwa ambayo inaendelea kwenye mitaa ni tunatiki Oktoba hiyo, uh, no reform, kuna baadhi ya wanasema there is election kwa hiyo hatuwezi kufanya reforms wakati tunaenda kwenye uchaguzi. Maana yake ni kwamba mpaka uchaguzi upite ndio hizo reforms zitatokea, kama ulivyosikia pia hata siku ile mama alisema, uh, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alisema kwamba baada ya uchaguzi ndio tutakaa tena kuanza kuangalia maboresho na, uh, na marekebisho ya vile vitu ambavyo hmm. Hao wenzetu wanavidai, lakini hmm. kwa sasa tuna uchaguzi, hatuwezi kufanya reforms okay. Sasa unawaambia nini sasa wananchi wako wa Mbezi Juu. Hmm. Uh, wananchi wa Mbezi Juu naomba wahamasike kwa wingi tukampigie kura uh, Daktari Samia Suluhu Hassan za kutosha kabisa. Unajua kwamba uh, kwenye kata yetu sisi tumejiandikisha watu 9 4 na, na kitu means kwamba katika uchaguzi huu ninavyopita hata nyumba kwa nyumba ninahamasisha kwamba wananchi wajitokeze kwa wingi tukamchague Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kura za asilimia tisini, maana yake kwenye 10,336 hivi uh, lakini vile vilevile ukamchague Geoffrey uh, Timothy ambaye ndiye mbunge wetu mteule wa jimbo la Kawe kwa kura hizo hizo, lakini pia wakanichagua mimi diwani wao kwa kura hizo hizo, na huwa anatoa mfano nawaambiaga wanambezi juu kwamba siku zote, hata nyumba haijengi kwa siku moja. Nyumba inakuwa na taratibu zake za ujenzi. Kwa hivyo hata maendeleo pia hayawezi kuja hata siku kwa mara moja, na hata Roma haikujengwa siku moja. Kwa maana hata sasa hivi wao wenyewe wanavyopita kwenye barabara zao wanaona kwamba miundombinu inarekebishwa. Eh, tunajenga ma, ma, ma, ma, ma, ma barabara haya ya mwendokasi, lakini pia kwenye mitaa zipo barabara ambazo zinajengwa. Hatuwezi kumaliza changamoto kwa mara moja, hata angetokea nani singeweza kumaliza changamoto kwa mara moja. Kwa hivyo tunaenda kwa hatua kwa hatua, na nawaambia wanambezi juu, tuondoe hofu, tuchague Chama cha Mapinduzi, ndio chama imara. Mimi nilipokea kata yangu kutoka kutoka kwenye upinzani mm, na wanambezi juu wanafahamu tulikotoka. Tulikuwa hatuna maji, tulikuwa hatuna umeme, tulikuwa hatuna vitu vingi sana, lakini mwisho wa siku nimeingia na tumeweza kuboresha vitu vingi sana. Tumepata madaraja, tumepata shule ya kiwango kabisa, maabara tumejenga, tumejenga madaraja makubwa, watu sasa hivi wanapita vizuri. Tumejenga uh, sasa hivi kituo chetu cha afya kinaanza. Kwa hivyo maendeleo tayari yapo kinachohitajika zaidi ni kwamba tuendelee kukiunga mkono chama chetu cha Mapinduzi ili tuweze kuendelea kupata maendeleo zaidi. Mimi nasema, uh, mimi Anna Lukindo, Oktoba 29 nitapiga kura kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia nitampigia kakangu Geoffrey Timoth, nami nawaomba wananchi tukafanye hilo kwa watu watatu. Watu watatu maana yake ni kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan, Geoffrey uh, Jofrey Timoth na Anna Lukindo kwa kata yetu ya Mbezi Juu. Asanteni sana DNA mdumu, asante sana, nashukuru sana hey. Mpenzi mtazamaji wa DNA TV huyu, hey, alikuwa ni diwani mteule wakati wa Mbezi Juu, ambaye ni mwanamke, ameweza kuelezea namna na ushupavu wake na namna walivyofanya katika kipindi kilichopita, akiomba nafasi nyingine tena kwa mwaka 2025 mpaka 30. Hii ni DNA, tunaendelea kukuletea habari zote ambazo zinahusiana na kisiasa na uchaguzi wote mwanzo mpaka mwisho. Endelea kusubscribe, kukoment lakini pia kushare kwa ndugu jamaa na marafiki. Asante sana.